Asalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatu, wapenzi wa klipu za babu Haji sodha yangeni, asante sana. Nimekuja tena upya na hichi kitu hi kitu ah, ni mafuta ya ajabu sana. Haya mafuta niliyakuta pahara kuna, ah, msikiti mmoja unaitwa Msikiti wa Mwendo Kasi. Basi nikaambiwa, bwana haya mafuta yana ajabu hivi, wanasimuliana simuliana simuliana, wana simuliana, simuliana. Basi na mimi nikabidi niyachukue nikayatesti, nikafanyia majambo yangu. Wallahi, mafuta haya ni mafuta ambayo yana nguvu sana, ndugu zangu. Mimi napopata kitu mimi, na mafuta ya aradi na mafuta ya manedro ninayasifia, watu wanayasifia, lakini na haya pia inabidi, uh, nimsifie ni, ni, ni, ni, ni, ni huyu bwana. Haya mafuta ni kutoka Zanzibar lakini mwenyewe uh, yuko Dar es Salaam na hano anasema, ni mafuta yenye nguvu na kuondoa kila aina ya balaa, mikosi majini, uh, mikosi majini, na kutibu kila maradhi na mikosi ya kijini, mikosi ya kijini, yanaitwa Nuru Oili. Nuru oili, Nuru oili. Uh, zaidi wasiliana naye mwenye mafuta haya kwa 0749 0721 20 eh uh, narudia tena namba ya simu ni 0749 0721 ishirini. Mafuta haya ni mafuta yenye nguvu sana na ni mafuta ambayo hakika nimeyatumia mimi mwenyewe, nimeyatumia kwa wagonjwa wangu, nimeona nguvu yake na pff, nimeona e, uzuri wake na pia nimefurahikana nayo sana, kutokana na kwamba kwanza, yanafanya mwili kuwa soft; pili, yanatia mwili kuwa e, na nguvu na pia vile vile mafuta haya ni mafuta ambayo kwa mtu mwenye shetani hakika yana nguvu na yana maajabu makubwa sana. Unaweza ukanipigia mimi pia vile vile simu nikakuelekeza mafuta haya. Pia dukani kwangu nimechukua mengi, ninayo. Yanapatikana kwa gharama ya shilingi anasema shilingi elfu kumi na tano. Anauza shilingi elfu kumi na tano. Kama unasumbuliwa na miguu, mapepo, mikosi, mabalaa, mwili unahusiki kwa vizuri vizuri, basi tafuta mafuta haya popote pale, Nuru Oili, basi insha Allahu taala yatakusaidia sana, ndugu zangu. Nawapea vitu kwa sababu ninawapenda na ninapenda kila mmoja aweze uh, kupata uh, mambo mazuri sana. Mafuta haya hayajasema yametengenezwa na shekhe nani, lakini aa, mwenye kutengeneza mafuta haya ndio mwenye hiyo e, namba ya simu. Najua wachakachuaji wako wengi, watayachakachua, lakini ya kwake yana nengo kama ya viumbe wawili hivi wameshikana, wame, wame, wame, wame mikono wame na asante sana e, hiyo ndiyo taarifa ambayo nimetaka kuwapeni ndugu zangu, bala ya filu zangu, wapendwa wangu Insha allahu taala eh, huyu mpemba kajitahidi sana katika mafuta haya. Nimeyapenda nimeyasifia mpaka kufika kuambia mafuta haya ni mafuta mazuri sana tena kumiri. Thank you very much, wabeja sana, humdegereka soda yangeni, very nice. Pia msisahau kuwa fimbo za Babu Haji sasa ziko eh, eh, hewani tayari, zimeshafanyiwa kila jambo. Uh, kwa watakaewahi kwa laki tatu na nusu, insha Allahu taala. Kwa watakaechelewa ghalama yake ni shilingi laki tano, lakini mlioko ndani ya grupu la Babu Haji uh, ofa yenu haitokwisha. Thank you very much wameja sana iemsodha yangeni